Kamani akapigwa faini akaachiwa huru, kwamba sasa naruhusu apiti yule mtu aendelee kuwapiga watu, sio kweli, kwamba ni moja tu ambazo zinatakiwa zichukuliwe kulingana na mazingira ambayo yapo kwa wakati huo. Kwa sisi tunatoza kulingana na sheria yetu ndogo ambayo ipo, kwa utaratibu ambao umeweka, lakini hatutakutoza wala hatutasema kwa nini mmezuia, kama tutaona sisi eh, mkaa haupiti. Kwa hiyo inawezekana ni nafasi ambao tunaona kwamba chanzo chetu lazima kiendelee kutumika kwa sababu mmeshindwa kusimamia, na sisi hatuwezi kupoteza mapato hayo ambayo yapo kwenye sheria ndogo ya halmashauri eti kwa sababu wao tunapa. Na sijawahi kuona kama wale mmewakamata mmewapeleka mahakamani wakasema sisi tumeruhusiwa na halmashauri, ndipo ingekuwa kesi ingeanzia hapo kama sisi tumeruhusiwa na halmashauri. Hizo sisi tunazoziona ni eh, mpango wa halmashauri ambao uliweka kwenye budget kwamba kama taona kuna mtu amejiuka, hajawa na vibali halali vya kufanya hiyo kazi, basi lazima changie, aingizwe kwenye mapato ya halmashauri. Kwa mkakati wenu, mi nauhitaji ni nini sasa kuzuia hao watu wasiharibu mazingira, na ile sheria yetu itaendelea kubaki wazi kuzabu, chandu, mapatu, kuzabu, kwa sababu haitapata chanzo cha mapato kwa kwa sababu nyie mtakuwa mmezuia ukataji huo wa mkaa. Naomba sana kwamba haya ikisio kisingizio, mimi naomba mikakati yenu kama wakala wa kusimamia misitu sasa, tukizungumza hayo kwamba eti hamna hamna hamna hamna rasilimali watu na nini na budget, kwa kweli mimi naona sio majibu sahihi, kwa sababu kama jambo liko kisheria nyinyi mnayo mamlaka ya kuomba nguvu zaidi. Sasa mmeona kwenye swala la la mazingira ya kuharibiwa Chunya, mimi naona mmeona ni kama wala kwenu wakiwaumizi kwenu akiwaumizi, lakini wanachunya tunaumia. Tunahitaji Chunya iendelee kuwa na misitu ili vizazi vijavyo vikute mazingira yako salama. Lakini swala la serikali inashindwa kudhibiti ni hoja dhaifu, ni majibu dhaifu sana. Hii ni serikali bwana, mepewa mamlaka, umeshindwa leo yo, kesho kwa sababu wamefanya fujo, kesho jipange. Sio bajeti, bajeti ni pamoja na hayo kwamba sasa, nyinyi imepewa bajeti ya kufanya nini sasa kwenda kuzuru barabara kwa naomba hayo sio majibu sahihi. Hebu mtipangeni tuongee kitu ambacho tunaisaidia Chunya katika uharibifu wa mazingira, tusiwekeane mitengo mama, nyinyi ndio mnasababisha anzaea na nampongeza wao na wataalamu na na, na, na, na, na, na, matala, na baraza hili kitu ambacho sio sahihi sana kwa, tunaomba kwamba zoezi hili ichukulieni serious na tunahitaji eh, matokeo mazuri, ili tuweze kuzuia uharibifu wa mazingira Chunya kuwa na misitu ambayo sisi tumejipanga kwamba misitu hii itatusaidia katika mpango wa kupata wafadhili au wale wawekezaji wa hewa ya ukaa. Sasa nyinyi kama mnaona hiyo nani, basi nafikiri Chunya hamta tufaa taona saaji, basi kusuerukaisa hilo wanazungumza mbele ya baraza hili. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti na wajumbe wote, naomba kutoa tu taarifa fupi na mkakati uliopo mbele yetu. Tumekuwa tukifanya doria, ambapo tuliweza kukamata baadhi ya pikipiki chache, lakini tumekuwa tukikumbana na upinzani mkali. Mpaka mara ya ya, ya mwisho kuna MG mmoja anaitwa Steven Mwamba ambaye mnamo tarehe ishirini mwezi wa tatu tukiwa eneo la la kata ya Charangwa, baada ya kukamata pikipiki tatu, MG hawa pamoja na wahifadhi walivamiwa mj huyu alipigwa visu vya mkononi, mpaka sasa hivi anauguza majeraha. Kwa hiyo haikuwa vita ndogo, ni vita ambavyo ni kubwa sana, na ili swala tuliripoti tulili, kwenye uongozi wa kana na ilikafika kwa kamishina wa uhifadhi. Kwa maana hiyo vita ya boda boda wanaosafirisha mkaa sio vita ndogo. E, nakumbuka mara ya mwisho tumekutana ofisini kwako ilikuwa kama mwezi wa kwanza au wa pili hivi, tukakubaliana kwamba ofisi ya deti isiendelee kutoa kuwakatia risiti za elfu mbili mbili kwa sababu zile siti ndo wao wanajiona wa kana kwamba wako halali, kwamba halmashauri hawana shida nao, shida ni sisi watu wa TFS. Kwa hiyo nili, nilitaka pia ulitambue ili na ulikiri kwamba mlishakaa mwezi wa kumi na mbili na ulielekeza kwamba risiti hizo wasikatiwe. Kwa hiyo lakini liliendelea, ninazo risiti mpaka za mwezi wa tatu, hawa watu wanakatiwa risiti za elfu mbili mbili, kwa hiyo wanajiona kwamba wako halali. Kwa hiyo upinzani upo upande wa TFS, ndo maana wanadiriki hata kutushambulia Tumekuwa tukishambuliwa.